Mimi ni Dr. Joyce, ni daktari bingwa wa watoto na mara nyingi huwa napata wazazi wanaleta watoto wao hospitali wakiwa na concern kwamba mtoto wao amedondoka na kujibamiza kichwa na wanawasiwasi kama kaumiza ubongo. Sana sana tunachoogopa kama mtoto kajibamiza kichwani ni kuumiza ubongo, lakini pia kuumiza fuvu la kichwa pamoja na ngozi ya kichwa. Ile ni mara chache sana watoto hupata clinically important brain injury inayohitaji vipimo kwa kudondoka tu especially kutoka kwenye umbali mdogo wa chini ya mita 1.5. Dalili za hatari kama mtoto amejigonga au kujibamiza kichwani ni kama ifuatavyo: kupoteza fahamu, kupata degedege dege, kutapika especially zaidi ya mara moja, kutoka damu au majimaji masikioni au puani, sehemu ya kuzunguka macho kubadilika rangi na kuwa zambarau au nyeusi, kumwona mtoto amezubaa au kama amechanganyikiwa, na kwa watoto wakubwa kichwa kuuma sana Ila kama mtoto amelia baada ya kudondoka na hana dalili hizi tajwa, uwezekano mkubwa hana clinically important brain injury, ingawa ni muhimu kumpeleka kwa daktari akamuona kwa uchunguzi zaidi.